Ile speed ambayo bwana Ruto analetwa na Wakenya, naona pressure yake ikipanda. Sijui ni nani ambaye aliweza kumdanganya au kumshauri akaanza siasa za mapema. Bwana Ruto amechukua pesa ambazo zinapaswa kuelekezwa kwenye sekta ya maendeleo amepea wabunge na MCS kumobilize kukusanya vijana waende kumshangilia mahala popote anaenda, lakini unapata kwamba wale ambao wamelipwa kwenda kumshangilia rais wanamalizia kumwaibisha. Unajua, bwana Ruto angeiga mfano wa hayati Mwai Kibaki. Kibaki ilipokuwa ni zamu ya kufanya kazi haukukuna muona akirandaranda kupiga siasa. Sasa hivi tumebaki na siku 548 ndiposa tuelekee katika uchaguzi na siasa za mwaka elfu mbili na ishirini na saba, lakini siasa hizo viongozi wa serikali wanazipiga mapema bana. Sasa hii leo siku ya Jumapili ya tarehe nane mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita rais alikuwa Nairobi kwenye hafla ya kanisa. Mimi huwa ninashangaa huyu rais, hakuna siku ambayo ataheshimu siku ya kanisa, aache kupiga siasa. Alipoondoka kanisani, mahala ambapo walikuwa kanisa ya AIC, walikuwa na Johnson Sakaja akina Jalango akakuta kwamba wabunge na MCS wameweza kumwandalia watu awazungumzie. Alipokuwa anaendelea kuzungumza, akiwaambia kwamba Nairobi wameleta sijui wameongeza maji ya kukunywa, wananchi wakaanza kuondoka. You know, in politics unaweza ukaelewa mambo jinsi ambavyo mambo yanazidi kutendeka. Mfano, rais amechukua kipasa sauti chake anawaambia Wakenya, unajua tumeleta ma, maji mengi Nairobi, tutafanya hili na hili alafu nakuta nyuma yake wananchi wanaondoka. Hebu hebu jiulize, kama ni wewe, maybe ulikuwa kwenye mkutano, umepewa nafasi uweze kuzungumza kipindi ambapo unazungumza unapata kipindi ambapo unazungumza watoto wamelala, ama wale ambao ulikuwa unazungumzia wamelala, hawana haja ya kukusikiliza, au wale ambao ulikuwa unazungumzia wameanza kuondoka. Hiyo inaashiria nini? Jambo la tatu, mimi niliwaeleza tutaleta Nairobi hii maji. Tumeongeza mwaka huu tumeongeza maji inayofika Nairobi by 140 million liters na nimekubaliana na viongozi wa Nairobi kadi ya lile damu hamsini, tunajenga na inaanza mwaka huu, ni ile maragwa 4 nina imani kwamba umeweza kuangalia. Sasa hapa hii leo ninaomba nikufunze literature au nikufunze fasihi, nikurudishe darasani kidogo. Mimi ni Bwana Ezra, ninakuomba Tafadhali, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, upiga subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo, utakuwa umechangia kuweza kukua ama kukuza hichi kituo. Wewe like video, bonyeza ki, yani subscribe, turn on notification bell, alafu sambaze pale shuleni. Kipindi ambapo tulikuwa kwenye shule ya upili zile, zi, eh, zile siku za zamani mwalimu wa literature ambayo ni fasihi kwa lugha ya Kiswahili alitueleza sifa ya mlumbi bora. Ukitaka kujua kwamba kile ambacho unakisema kinasikilizwa, unapata kwamba wale ambao unazungumzia wako attentive kukusikiliza, wanakuangalia, sometimes they might nod their heads wanatingiza kichwa hivi kukubaliana na wewe au kukupiga makofi ya kuashiria kwamba kila ambacho unawaeleza wameweza kukubaliana na wewe na wameridhika na wewe kila ambacho unawaeleza. Lakini kipindi ambapo unapata kwamba unazungumzia topic fulani, mada fulani, kama ulikuwa wewe ni mwalimu unafunza darasani, unapata kwamba mwanafunzi amelala zaidi ya wanafunzi kumi, jua hiyo topic it is boring, inabo haipendezi. Au ulikuwa unazungumza, unapata kwamba kipindi ambapo wale ambao unazungumzia wanaondoka, ondoka, jua kwamba kila ambacho unakizungumza wananchi hawana haja nacho. Hayo ya darasani ndio naomba tuweze kuyaleta hapo kwa siasa. Kipindi ambapo unapata mwanasiasa anazungumza, alafu nyuma wananchi wanaondoka wengine hata hawana haja ya kumsikiliza wengine, hata wanakuimbia nyimbo za kukukataa. Jua kwamba wananchi wamechoka na wewe, na kuna mambo mengi ambayo yanaweza akafanya wananchi kuchoka na mwanasiasa. Ukipata mtu hasikilizi kitu ambacho unawaambia, jua kwamba wamechoka nawe. Ukipata unazungumza mtu anaondoka, jua kwamba hana haja nawe, na sababu ya kwanza ambayo inafanya wananchi wanapewa pesa kufika kwenye mikutano ya rais Ruto. Kipindi ambapo rais anazidi kuzungumza wao wanaondoka, lazima ujue kuna sababu. Sababu ya kwanza it is either yale mpaya alikuwa anawaeleza wananchi hawakukuwa wanaamini kwamba yanaweza yakatendeka. Rais anasema kwamba ameagiza mashule yote ya observe, yaani yakubalie watoto wa grade 10 waingie bila ya karo na bila ya uniform. Mzazi anapeleka mtoto wake jinsi ambavyo kiongozi wa taifa ameweza kusema, yeye ndio baba wa taifa. Unapofikisha mtoto shuleni hauna karo, hauna uniform, unapata kwamba mwalimu anakuambia sasa, umeniletea mwanafunzi hauna karo, hauna uniform. Nani alikwambia kwamba shule siku hizi zina zina admit wanafunzi ambao wana kara wana uniform? Unamwambia rais ndiye amesema tulete, halafu mwalimu anakuambia kwamba wewe sasa chukua huyo mtoto mpeleke kwenye shule ya William Ruto. Rais anadanganya vilevile vile. Wananchi hawataki ahadi mpaka sasa hivi, wanataka vitendo. Ukiona wananchi wanaondoka jua kwamba wamegundua kwamba rais anazidi kupeana ahadi mpaka mwaka huu mwaka elfu mbili na ishirini na sita tukiwa tumesalia na siku mia tano arobaini na nane kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba bado anazidi kutenga, anazidi kuweka, anazidi kuahidi. Chini ya miezi mitatu, chini ya miezi sita atafanya hili. Ni kipi ambacho kimemzuia hii miaka mine ambaye amekuwa madarakani kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Septemba hajaweza kutimiza hayo, ambaye anaambia wananchi kwamba nitatimiza mkinipea miezi, miezi sita nitatimiza mkinipea mwaka mmoja. Unaambia Wakenya kwamba mkinipea wakati nitawaundia ajira. Wananchi watakula nini? Unaopea shilingi elfu moja, wanaenda kesho kukua wezi kwa sababu hawatakuwa na mahala pa kutoa pesa za kwenda kununulia familia zao vyakula. Mimi ninaona kwamba hizi ndizo vitu ambazo zinachangia mpaka wananchi hawana haja ya, ya kumsikiliza rais, mpaka unakuta kwamba wananchi wanapoteza imani kabisa na serikali. Siasa za mapema hizo, nazo unakuta kwamba zinachosha wananchi mpaka wanajiuliza ni lini rais atakaa kwenye afisi apange maendeleo. Sasa hivi unajua, wache ni waeleze kulingana na zile taarifa ambazo niko nazo kutoka kwa vyanzo vyangu ambavyo viko ndani ya serikali. Ninaambiwa rais ameweza kuagiza procurement uh, committee ile ambayo inapeana kandarasi kuweza kuhakikisha kwamba kila kaunti angalau pawepo na kaprojekti kamoja serikali ambako kanaanzishwa na lengo la serikali sio ti kwamba wanamaliza hiyo project, wanataka kuguza pole, pole, pole, pole kuguza kila siku polepole pole. Ili kipindi ambapo rais ataenda kwenye hiyo kaunti, atawaambia mnaona project fulani inaendelea. Sasa mkiniongeza, mkiniongeza miaka mingine mitano nitawaletea. Mfano, kuna hii niti, niti bridge ambayo iko unapoelekea kwenda upande wa Tarakaniti Chuka ile niti bridge ambayo imeweza kuua watu. Nimeona tractors zimepelekwa pale, hiyo niti bridge itajengwa for the next two years. Mwaka huu mzima utasikia tractors ziko pale, atakuja waambie, najua sasa niliwaambia nimeleta tractors. Aha, zitaendelea kuchimbachimba, akuja waambie sasa kitu kilioko, niongeze hii miaka mingine mitano nimalizie daraja, mambo kama hayo, wananchi waamini Mambo ambayo rais anayazungumza ndio yanafanya mpaka wananchi wanaanza kuondoka kwenye mikutano ya rais. Ukiona serikali ambayo inapeana pesa wananchi ndio wakuje wakuje kumshangilia rais, wacha nikuulize, hiyo serikali iko hai kweli au ilikufa kitambo? Serikali ambayo inapeana pesa handout ndipo sasa wananchi waweze kukuja kumsikiliza rais, yani ni ishara kwamba umeweza kununua wananchi kwa kibarua kukuja kukusikiliza kupiga makofi, kuinua vidole viwili juu ya hewa, alafu picha ichukuliwe, ionyeshane kwamba unapendwa. Ukiona serikali ambayo inafanya hayo mambo, jua kwamba kwa ground mambo yameweza kupotea. Na kama sasa bwana Ruto anafanyiwa hivi mapema, wananchi wanaondoka, ni kipi ambacho kitakuja kutendeka tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba Sema nasi, mimi ni Bwana Ezra